Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA imelitaka jeshi la polisi Tanzania kuachilia mara moja na bila masharti wananchi, wanachama na viongozi wote wanaoshikiliwa kinyume cha sheria, huku ikitaka jeshi hilo kutoa ufafanuzi wa wazi kuhusu mahala walipo wale wote ambao hawajulikani walipo. Taarifa kwa umma na jumuiya ya kimataifa iliyotolewa Novemba 18 mwaka huu na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama hicho, Brenda Rupia imeeleza kuwa kwa siku kadhaa sasa mamia ya wananchi wanachama na viongozi wa chama hicho wanashikiliwa huku jeshi la polisi likiendelea kuwawinda wengine katika maeneo mbalimbali. Chadema imesema kukamatwa kwao kumekuwa kunafanywa bila kufuata taratibu za kisheria, mara nyingi bila sababu zilizo wazi na bila kuwapa nafasi ya kuwasiliana na familia zao au kupata huduma ya kuwasiliana na mawakili wao, huku ikisisitiza kuwa matukio hayo yanakiuka misingi ya kiutawala wa sheria, haki za binadamu na uendeshaji wa mfumo wa vyama vingi. Baadhi ya wanachama na wananchi waliokamatwa kabla na baada ya uchaguzi Oktoba 29 bado wanashikiliwa katika vituo mbalimbali vya polisi nchini bila kufikishwa mahakamani, jambo ambalo ni kinyume cha matakwa ya katiba na sheria. Wapo pia waliokamatwa na watu waliojitambulisha kuwa ni jeshi la polisi ambao hadi sasa hawajulikani wapi walipopelekwa, imesema taarifa hiyo. Chadema inasema ipo tayari kupeleka mawakili wake kuwatetea na kuhakikisha kuwa haki za kila mmoja zinatimizwa kikamilifu, huku ikitoa wito kwa jumuiya za kimataifa kuendelea kufuatilia kwa karibu kinachoendelea Tanzania ili kuhakikisha haki za raia zinaheshimiwa.